Jana tukaona harufu kali, leo tukashindwa kuvumilia ile harufu, tukaenda kuazima ngazi, tulipo angalia kule chumbani tukamkuta amekufa, um, amesimama tu amejinyonga. Taarifa nilizopokea kwa masikitiko makubwa, kwa sababu ni moja ya mfanyakazi wangu bora sana, ambaye tunapambana katika majukumu ya kimapato ya halmashauri na miundombinu mingi ya serikali nilikuwa namtegemea. Kwa nilivyopata hizo taarifa, nikajikuta siko sawa. Kwa hiyo nimefika eneo la tukio nimekuta mazingira sio sio sio rafiki. Yeye alikuwa anaishi peke yake tu, ni askari kawaida. Yake ilikuwa anaondoka jioni, anaenda kwenye kazi zake za ulinzi, akisha arudi asubuhi, basi anaweza labda kajiandalia chakula. Baada ya hapo, inawezekana asionekane tena, ataonekana labda jioni, kama watu wanakuwepo, watamuona. Kwa hiyo naona ndio maana imepelekea kuto kujua mapema kwa sababu watu wakijua labda yupo kwenye shughuli zake za kawaida tu. Katika ukaguzi wa awali hakuacha ujumbe wowote wala hakuacha salamu zozote kwa mtu yoyote juu ya jambo hili. Ni jambo ambalo ameliamua mwenyewe kwa sasa, tunajua ni hivyo. Huyu marehemu inaonekana amekufa karibuni siku mbili nyuma. Sasa kama ingelikuwa majirani zake wanaoishi kwenye nyumba moja wana kawaida ya kuulizana hali, siku moja tu ya kwanza ingejulikana, kwa nini ule hajatoka. Lakini inaonekana kila mmoja akukicha asubuhi anaondoka ana shughuli zake bila kumuuliza hali hata mwenzake. Ndio yani, hasa ikafika hatua mpaka sasa huu eh, uh, mwili ukaanza tayari kutoa harufu mbaya kwa sababu ulishaanza kukaridika kutokana na aidha ni siku mbili au tatu nyuma. Kwa hiyo ni wito pia majirani kuwa na ule mstakbali wa kuulizana, sisi ni wanadamu, hasa huyo anaishi peke yake. Kama ingekuwa kama ninavyokusema, alikuwa na mstakbali mzuri wa kuulizana na wenziwe basi